jumuiya ya Umoja wa Mataifa imetoa taarifa yake kuelekea maandamano yaliyopangwa kufanyika Disemba tisa. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na Umoja wa Mataifa kupitia katika ukurasa wao wa mtandao wa Insta, Umoja wa Mataifa umesema kwamba kuelekea maandamano yaliyopangwa tarehe tisa Disemba, tunakumbusha mamlaka wajibu wao wa kuhakikisha haki za uhuru wa kujieleza, kukusanyika kwa amani, kujumuika. Tunahimiza serikali kuelekeza majeshi wa usalama kupanga na kutekeleza operesheni kwa namna Ino, Tanzania kutumia haki hizi kikamilifu vilevile tunawakumbusha wakuu wa vikosi vya usalama wajibu wa kuchukua hatua mapema kuhakikisha kanuni hizi zinaheshimiwa kabla ya maandamano ripoti zinaonyesha kuwa mamia ya watu waliouawa zaidi ya watu elfu mbili walikamatwa baada ya maandamano kufuatia uchaguzi wa Oktoba 29 wiki tano baada ya uchaguzi bado hakuna taarifa kuhusu idadi ya waliouawa kuna ufafanuzi wa mazingira ya vifo za kutoweshwa kwa nguvu bado hazijajibiwa. Kutokuwepo kwa uwazi kuna dumaza imani ya umma. Tunazikumbusha vyombo vya usalama kuepuka kutumia nguvu kutawanya mikusanyiko isiyo na vurugu, kuchukua hatua za kupunguza mvutano, kufanya kazi kwa kuzingatia sheria za kimataifa. Ikiwa haiwezekani kuepukika, matumizi yote ya nguvu, ikiwemo silaha zisizo hatari sana, yazuiliwe kwa kiwango cha chini kinachohitajika. Silaha za moto hazipaswi kutumika kutawanya mkusanyiko isipokuwa kukabiliana na tisho la karibu la kifo au jeraha kubwa. Mnamo Disemba tatu, polisi ilitangaza marufuku ya kitaifa ya maandamano ya siku ya uhuru. Tunatoa wito wa tangazo hili liondolewe kwa kuwa ni hatua isiyo na uwiano. Kumekuwa na ripoti za kuongezeka kwa maafisa wa usalama mijini, maonyo kwa biashara, vikwazo vya uuzaji wa mafuta, ufuatiliaji uliopanuliwa wa mawasiliano ya kidijitali. Hatua hizi zinahatarisha kuongezeka mvutano wa umma na kudhoofisha haki za msingi. Tangu katikati ya Novemba, wasomi, viongozi wa kisiasa, watendaji wa asasi za kiraia wameripotiwa kukamatwa, baadhi ya wakidaiwa kukamatwa na watu wasiojulikana. Tunatoa wito wa kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa watu wote waliokamatwa kiholela. Ofisi yatu inatambua kuwa serikali imeanzisha uchunguzi kuhusu matukio ya baada ya uchaguzi. Uchunguzi lazima uzingatie viwango vya kimataifa vya uhuru, kutopendelea upande wowote, ukamilifu, uharaka na uwazi, na uteulinzi madhubuti dhidi ya vitisho, unyanyasaji au kukamatwa kiholela kwa yeyote anayeshirikiana nao.